Naomba usiniue eh. Mimi sijui kosa langu, wala sijawahi kufanya kosa lolote kwenye maisha yangu. Usiniogope, mimi sihitaji kukuzuru, ninachohitaji kwako ni kwa kwa msaada, na siwezi kufanya kitu chochote kibaya. Unaniogopa bure tu. Ili anachohitaji nataka umsaidie. Kwa hiyo kwa... kwa... Kwa wewe ulishakufa?

Naitwa Sauda, ni mama aliyedhulumiwa uhai wangu kwa tamaa ya mke mwenzangu. Umezulumiwa, mama, uhai wako, lakini mi, mi sihusiki. Mimi sio muuaji, wala sijawahi kushiriki kwenye maisha yangu kuhusu kuua mtu, sijawahi, sijawahi. Mimi sio mimi, sijawahi kuua. Mimi eh? Sio mimi mama. Miaka kadhaa iliyopita hapo nyuma waliniua na nimekuwa nikiishi hapa duniani kwa kutangatanga nikiwa sina makao maalum, lakini kwa kipindi chote hiko hakuna binadamu yoyote aliweza kuniona isipokuwa wewe, ndio umekuwa wa kwanza kuniona ivo. Nataka unisaidie ni kusaidie okana mwanao. Hivi taarifa alizonipa huyu dada yako ni, ni za kweli? Ujua utaniua we mtoto hivi. Tabia hii chafu ya kunywa pombe umeanza lini mwanangu, ha? Mama mi naomba sana unisamee mwanao, kiukweli sikuyapanga haya yatokee, lakini ni msongo wa mawazo umepelekea mi kunywa pombe Nisame tu mama. Eti sikutarajia, ni mawazo tu. Inataka ujipe moyo mkuu, mwanangu. Mimi wala mtu yeyote hakutarajia hili lilotokea, ni mapenzi ya Mwenyezi Mungu tu. Pombe hazikusaidii kitu chochote mwanangu, zaidi zinakuletea mabalaa tu. Oh, Zena, huyo mjukuu wangu. Natoka shule hivyo ndio bibi. Shikamo. Marahaba, karibu. Sante. Hai bibi, mimi nipo ndani. okana kama nilivyokuambia hapo awali, mimi wala mtu yeyote hakupenda kabisa atokee yale ambayo yametokea, ni mapenzi tu ya Mungu. Mpende mkeo mwanangu, na umthamini kwa kuwa yule na huyu wote ni kitu hiki. Usimpende yule tu wakati sasa hivi hayupo tena kwenye ulimwengu huu, mshikilie huyu ambaye unamuona. Sijui unanielewa mwanangu. Mama nimeshakuelewa na nitajitahidi kukaa kwenye mstari ili haya yote asijirudie tena. Lakini pia nitumie nafasi hii kuomba radhi. Jamani, najua nimeikosea sana familia yangu, mi naomba mnisamehe jamani. Mwanangu, kwa upande wetu, mimi na dada yako tunaondoka sasa, yasije akajirudia yale ambayo umeyafanya. Naomba muishi salama mwanangu. Nafikiri kama alivyozungumza mama, kaka, mimi sina cha kuongezea kikubwa. Muishi salama tu hapa nyumbani. Hmm, sawa mama, nimekuelewa <tune> Mke wangu no. Mke wangu, bona usiku nasoka waida yako? Naomba unisamehe sana, kuna mambo ya ajabu sana yamenitokea leo. Mambo ya ajabu? umetoka abisa hivi usiku, na kwa nini unapumua hivyo, kwamba kuna mtu alikuwa anakukimbiza. Ah. Nilikuwa toka asubuhi leo usiku sawa kabisa, nimekuwa mtu wa kukimbia kimbia, kuna matatizo yamenitokea ambayo sio rafiki Nahitaji muda wa kupumzika, mke wangu. Haya mambo mengine tutazungumza kesho. Mimi ni mke wako. Mm -mm. Wako. Nakujua vizuri sana ta, we hauko sawa, niambie we. Kama utaki kuniambia mimi, ni nani mwingine? Mwingine mimi ndo mshauri wako, na mimi ndo mtu niweza kukuelewa magumu sasa naupitia endasasaha Nisima kusaidia Juma niambie, ni majanga ni gani amekukuta siku nzima nandi ma kimbia kimbia. Unajua, mke wangu. Nasikia nini? Na wewe. Eh? Ni mtu akipumua. Ni kusaidia nini mimi wewe, dada? Unachotaka kutoka kwangu ni nini? Unataka moyo wangu? Nisikilize. Mimi nina familia. Sawa? Sauda, achana na maisha yangu. Mimi na familia. Mimi na mke wangu. Achana na maisha yangu kabisa. Achana kama na mimi. Mungu tayari kunifanya nini mimi? Uko sawa kweli wewe? Huyo Sauda ni nani? Eh? Sauda sasa, yo, eh? Hey, na leo, ni nani? Sasa mke wangu. Wewe usikii hiyo sauti. Eh? Usikii mtu akizungumza. Usikii mtu akiomba msaada. Wewe usikii. Hivi navyokwambia leo nimepata majanga, unielewi? Usikii mtu akiongea. Okay, fine. Nomba, nomba, nomba nipate muda wa kupumzika. Nomba nikapumzike, nitakuaegasha kesho. Sasa chakula tayari na maji ya kuoga tayari nimeandaa. Mimi kichwa changu hakipo sawa kabisa, yaani nina mawazo kila nikitafakari, jibu silipati. Maana nikifikiria jinsi kaka yako alivyotoka hapa nyumbani, anakimbia kama mweo, na huku akisema habari za mtu asionekana, kwa kweli inanitisha sana. Tena naogopa hata mimi. Mama, bado nawaza lakini majibu siyapati, au atakuwa ni jini mama? Jini tena? Hmm, tusiombee iwe hivyo, maana hakutakuwa na usalama tena. Mi nahisi huenda kaka amevuta bangi, hivyo anaona mauzauza tu. Niamini mama, huenda ni kweli akawa anavuta bangi. Kusanya vyombo, mwanangu, twende tukalala. Ina maana bado haujaenda kazini? Mimi nilijua utakuwa ushaenda kazini. Huoni kuwa muda unazidi kwenda, mke wangu. Ningeshatoka mapema sana. Lakini nilikuwa namsubiri Zena. Nilitaka kumpa lift. Mm. Yaani sidhani kama wewe Zena na dalili ya kutoka saizi, mume wangu. Maana hata ile begi lake la shule hajui liko wapi. Kama mwanafunzi mwenye akili zake timamu, sidhani kama anaweza akasahau begi la shule lilipo. Wewe ungeenda tu, mume wangu, wai kazini. Mi naamini akilipata yataenda. Oh, basi sawa acha mimi niwai, lakini mke wangu make sure huyu binti anaenda shule na usisahau, yupo kidato cha pili ana mtihani. Sasa hebu jitahidi kumhimiza kidogo, maana akifeli yeye na mimi nimefeli pia. Wala hata usijali mume wangu, maana mimi ni mama bora kabisa, nitahakikisha anaenda shule.

Kinyago wezena wezena, Ave mama. Wekoma we mi mama yako hivi? Mi naweza kuzaa kinyago kama wewe? Mama yako yuko kule kaburini, nenda kamfufua muite mama, na sio mimi. Kwanza nimekuita mara ngapi? Sina kuuliza, nimekuita mara ngapi? Ina maana ulikuwa unisikii? Wewe, je, ulisikii, ndio? Hapana, mama mdogo, naomba nisamehe nilikuwa sijasikia. Umenihitaje? Mama. Mimi mama yako mimi. Ina maana wewe unisikii, si ndio? Mimi naweza kuwa mama yako. Ina maana mimi unaniona kama kinyago. Maana mama yako yule alikuwa kinyago. Mimi kama kinyago, si ndivyo? Hebu sogea hapa. Wewe wewe, hebu wewe. so. <laughs> <Wow. laughs> Nimekuita mara ngapi umenikalia kimya? Wewe mwenye akili ya mama yako wewe. Eh. Tena kama kunifananisha na mama yako. Mimi sio mfanya kazi wako huko ndani. Yaani wewe uende shule, mimi huko nioshe vyombo nipiki. Hizi ni kazi zako. Mimi sio house girl, unanielewa? Nasikiliza nikwambie. Begi lako la shule nimelificha kwa makusudi. Nimelificha mimi mwenyewe. Na ole wa kuja umwambie babako. Utaona nitakachokufanya. Yaani wa mdomo wako ukilopoka tu kuna namna nitaushona. Wewe mtoto gani? Unaniangalia? <imitation> <imitation> <imitation>

Usiniogope kaka yangu, wala usinikimbie. toko meuja ukweli wangu kwamba mimi ni mfu ninaishi. Umekuwa mtu kunikimbia sana. Umekuwa ni mtu ambaye hutaki kunisikiliza. Ninachohitaji kwako kwa ni msaada wako tu, sihitaji kitu kingine. Naomba unisaidie. Hivi wewe wewe, oh, ujaona mtu mwingine? Kwa nini mimi? Kwa nini nikusaidie mimi eh? Kwa nini usitafute mtu mwingine akusaidie? Wewe ndio mtu pekee unaweza kunisaidia mimi. Kwa sababu wewe ndio mtu unaweza kuniona. Hakuna mtu mwingine zaidi yako. Nisaidie. Sasa nasema hivi, siwezi kukusaidia. Tafuta mtu mwingine. Mimi sio ndugu yako. Siwezi kukusaidia. Kwanza usinitishetishe hapa.